Siku ya Ijumaa kuu nasi tumekutana hapa sio kuigiza tukio la kifo cha Yesu bali kuliadhimisha na kuliishi upya. Tulivyoingia hapa kanisani, tumeingia kwa mtindo ambao si wa kawaida kwa ibada kwa kuwa tulikuwa tuji kwenye misa ila tunakuja kwenye ibada ya kuadhimisha mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe ule ukimya na kulala kwa kuishia dunia kukumbuka tukio hilo ndilo adhimisho lenyewe. Na tukakutana hapa pamoja tukaanza kulimega neno, kulisoma na kulisimulia hadi pale tuliposema Bwana wetu Yesu Kristo akakata roho, tukatia magoti kuabudu tukio hilo. Na mpaka sasa matukio haya yaliyofanyika ni maadhimisho ya kujaribu kufuatilia na kuliishi tukio la Yesu kuteswa na kufa, japokuwa si hapa tu kwa kuwa tunaanza muda mrefu kufuatilia e, kipindi cha Kwaresma, lakini leo ndio kilele ambapo watu wote tunakutana. Kwa hiyo inasemekana ni saa tisa maandiko matakatifu, basi na sisi tumekutana saa tisa ili tuweze kuadhimisha kuliweka hai tukilile na Yesu kweli katika kesho hili tunaadhimisha basi kifo chake. Kabla ya kufikia tukio hili Masimulizi mengi yamesikika, lakini tulitangulia kusoma masomo kama tulivyosoma masomo ya mawili. La kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya hamsini na mbili. Ni kitabu cha kwanza cha Isaya ambacho ni kitabu cha mtumishi mnyenyekevu mteswa wa Mungu, Isaya akitabiri mambo ambayo yatatukia baadaye. Lakini ukifuata ukifuatilia, somo hili sio tu anatabiri mambo ya, ya, ya ambayo yametukia ambayo yalitukia kwa Yesu tu, bali ana preview maisha halisi tuliyonayo hata leo. Ni wazi kwamba katika jamii zetu za sasa katika maisha ya kijamii kisiasa, kiuchumi, mambo haya anayosema nabii Isaya yako bayana, yako bayana kwa sababu kuna watu ambao wanajisikia kweli kweli kuwa wanyonge na wanaokandamizwa na kuonewa na watu wengine. Kuna hao watu wengine waziwazi kabisa, kama jamii inayojisikia kukandamizwa na kuonewa, lakini pia bila kusahau mtu mmoja mmoja, na wengine ambao ndio wakandamizaji ambao hawajui kwamba wanakandamiza, lakini hawajui kwamba wanakandamiza kwa sababu wamesha kuwa sugu, na hawajui kwamba wanafanya vibaya na wanajua, na maisha ndio hayo yaliyomo katika jamii za kisasa tukianza kuongelea kuhusu mataifa yenye vita watu wanaoteseka na kuuawa na wale wanaowatesa na kuua wakipiga na mabomu siamini moja kwa moja kwamba hawajui wanachokifanya lakini, kwa ajili ya mazoea ya kuwa wakandamizaji na, na na kunyang'anya haki za watu na kujisikia wao ndio wenye haki za, za kukaa pale, ndio maana wanawaua wengine na mabomu yanarushwa kila wakati, wakiwaangamiza wengine, na waone kama ni shida mtu kufa kwa sababu ya interesti zao, ndio maana nisema haya yako leo lakini pia tuseme ni mataifa ma ma ma yenye vita tu, hata mataifa mengine ya kikwetu ya Kiafrika, mambo ya kisiasa ambayo yanaendelea katika jamii zetu, baadhi ya watu wanaoteswa na kuonewa na kuuawa bila makosa na wengine kwa ajili ya toa kwa hali na mali ya kuwasaidia wanyonge wanaonekana kwamba hawa hawana mastahili, wanateswa na wanaua, wanatekwa, wanateswa na kufungwa. Haya yote yalitabiriwa na Isaya, si mapya, lakini katika ile chake inaonekana katika Yesu Kristo ambaye kweli yameshkusha kutokea na tumeliona kwa kuwa hawa wengine wakwetu hawa wanaendelea kupata matatizo ni wengi, na sisi tumo ndani mwake, hatuwezi pia maaliza wazi. Tunaongelea ile ambalo kwalo limeandikwa sasa kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye tuna ushuhuda wa kwamba alizaliwa bila doa bila damu tuseme na amekuwa mnyekevu hata mwisho, na mataifa au taifa lake wakamuonea wivu, kwa kuwa alikuwa mwema na mkamilifu na hana doa. Aliposema kweli hana doa, ni mwana wa Mungu, ikawa dosari kwao, na ndiyo maana walimfikisha hapo Uoo, alisema ukweli kwa sababu ndivyo alivyo, ndio asili yake, ndio necha yake. Lakini aliteswa na kuuawa kwa ajili ya kusema ukweli. Nikisema hivyo, ninyi wenyewe mnapaswa mwingie katika hali ya kujiuliza, hivi mimi katika haya nacheza nafasi na nacheza na namba ngapi kama ilikuwa ni mpira, mimi nacheza namba ngapi? Wale ambao wako mbele yangu sasa hivi wanaoteswa kwa kuwa wanatetea haki, wanatafuta ukweli, wanahitaji maisha ya watu ya usawa, wanaoteswa, mimi napasa kujiuliza niko wapi. Tusianze kuota au kubarika katika mazoea tuliozoea kusoma neno la Mungu na kusema haya yalifanyika, na kwamba hapa leo tunafanya maigizo. Nimesema tunayarudia eh, tuna moja kwa moja kwa kuyaadhimisha, lakini katika kuadhimisha lazima tuyaishi na tuyaonyesha sisi tuko wapi. Hivi swali swali limeulizwa mara nyingi na watu wengi, hivi kama mimi na wewetu Yesu anabeba msalaba na kutemewa mate, wale ndugu waliokuwa wanaimba pale msulubishe, msulubishe, je, mimi ningekuwa wapi? Sasa hivi tasema mimi ningekuwa kati ya wale wanaohuzunika na kumwabudu kwa kuwa unajua, kwa kuwa unajua kwamba ndivyo anaosa kuwa na ulishafundishwa, ametokea hivi leo hivi hivi Una hakika kwamba ungekuwa hivyo? Ungekuwa kweli na kufuatilia kuna kwa upande wa Yesu, kama umeshajiandaa na umeshajinoa kuwa mtu wa haki na mwenye kuona wapi panapaswa kuongelewa. Kuna mtu alikuwa ananiambia, sikumbuki kama ni faza nani, alikuwa ananiambia nchi hii ya Tanzania, kila mmoja anaongea kuhusu Mwalimu, baba wa taifa, kwamba ni mtu mwema na anaongea kuhusu huyo, na hata baadhi ya maaskofu walidiriki wali kuanzisha mchakato wa kumtangaza mtumishi wa Mungu, na waongele haya. Yote yametokea na yapo mpaka leo, na tunaongelea mahali pote nchi hii. Ukisema baba wa taifa, unapaswa kuongea mambo mazuri, kwa kuwa anafahamika ni mtu mwenye mambo mazuri, alifanya vizuri lakini angeibuka leo huyu huyu Mwalimu akaibuka leo akaingia katika jamii hii akaanza kukemea maovu kama alivyokemea wakati ule, tungemfunga, tungemkamata na sisi na, na, sisi tulioka hapa kanisani tungekaa tunaangalia, tungefuraha kwa sababu mambo yasiyojihusu Ndio ukweli wa maisha yetu, ndivyo tulivyo. Lakini baada ya muda ya kishapita, tunaanza kusema ah, ilikuwa hivi na alikuwa hivi. Ndio huyo Yesu mwenyewe, tungekuwa tulikuwa hivyo hivyo. Hawa watu ambao wanafanya kazi ya, ya kujitahidi kujitolea, kutetea haki, kutetea maisha ya watu duniani kote sisi na wengine tunawaangalia tuone watafika wapi, tuone kama wanaweza. Ndivyo hivyo, hata wakati ule tungekuwa tukisema hivyo hivyo, tumwone huyo anaijita mwana wa Mungu, tuone atasemaje, shuka msalabani kama wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu hatukufanya tathmini ya kina kuchambua na kuona wapi kuna kitu cha ukweli. Lakini wa wajibu wangu ni upi? Hilo tu, hilo tu, hatufanyi. Neno la Mungu siku hii ya leo, lilo somo la kwanza linaloonyesha mtumishi mwaminifu na mpole na mteswa na mwonewa, linaonekana pia katika somo la Waebrania, ambapo kwangu mimi linafika, barua kwa Warumi sura ya ishirini na moja, kwa mtu mmoja dhambi na wote tulichafuka, na kwa mtu mmoja dhambi iliondoka na wote tukatakata. Huyu aliyetuletea dhambi kwa desturi ya kibinadamu, tunajisikia tunajikuta kuwa naye kwa karibu, lakini huyu anayetuondolea hii dhambi kwa desturi, tunajikuta kumwangalia na kuona atafanyeje, kama ana nguvu, na ndio maana inachukua muda mrefu wea hatuna la kufanya, hatuna nguvu ya kuyatetea haya maana kwa kutumia nguvu zetu, lakini inatosha kujisikia vibaya, inatosha kwanza, tuiwo ni tofauti na ile ambayo tunasemwa watu ambao wapo wako vuguvugu wako mbali, wanaangalia tu, tuone atakweje huko, tuone atakweje wakikuomba msaada, hata y maneno mazuri ya tuone itakueje. Hawa ndio wafuasi wa Yesu kwa mbali, wafuasi wa Yesu kwa mbali, ambao hawako karibu sana kusema ukweli na kusema ndio au hapana. Tuko hapo na sisi. Yesu mnyenyekevu leo ameteswa, na tunarudia mara nyingi, na mpaka tangu mmepata kumi ya kwanza mmekuwa mkifundishwa hivyo, na tunarudia na kukurudia huko, inakuwa ni wimbo ambao hauingii moyoni, bali wimbo unaoingia na kutoa, kwa sababu Yesu aliteswa kwa ajili yetu. Mmewahi kujua namna ya kuteswa kwa ajili ya mtu mwingine? Uliwahi kujitoa wewe kwa ajili ya kwa juhudi na maarifa na uwezo wako wote kwa ajili ya kutetea chochote ili riski maisha yako, uliwani au unaimba tu? Kuna haja ya kujaribu kujifunza kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Sasa Yesu amefanya tendo la upendo wa hali ya juu, kama tangu jana tunaongelea. Kwanza kabisa kujishusha. Maandiko matakatifu alikuwa Mungu na beba kumumenea ule umungu bali aliuachia, akawa na nyama kama mimi na wewe, akawa mdhaifu kama mimi na wewe. Ule umungu ameuficha, lakini ni Mungu. Ila mateso aliyokuwa anapata Yesu si kwamba anapata mateso ya kuigizaigiza, lafu ayasikii kwa sababu yeye ni Mungu. Ni kweli. Na kama hawa watu ambao wakawoteswa leo wanapata mateso hayo ni yale yale ya Yesu hivyo hivyo. Kumbe tumesema kwamba alikuwa Mungu akawacheli umungu, akawa akavaa ubinadamu, na akasema kwamba amevua pia uwalimu wake na ubwana wake, akavaa akawaosha miguu wadogo no. Baada ya hivyo, tukasema hilo tukio ni la upendo, na akatoa amri ya upendo. Upendo ule bado hakurizika, mnajua hakurizika kwamba kufanya kile ni mwisho, ndio vizuri. Leo ndio tunasema pinnacle of love, kilele cha upendo. Hakuna mtu aliyewahi kutoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Maandiko haya maandiko haya yanasema hiyo zaidi ya ... na mimi niwaongeza ana kisema kwamba wapo sasa hivi watu ambao wanajitoa, hawafikii kilele kile, lakini tunajua kwa mtu mmoja, Yesu Kristo mwenyewe, kukubali kuingilia mateso ili tupate amani na furaha. Wapo wengi ambao walikuwa wanafanya hilo, mtu mmoja mmoja mmoja anaingia kwa ajili yetu. Ni mwito kwa kila mmoja wetu kujitahidi kuonja, kama si kwa kiwango kile kile, tayari kuanzia leo kujua wapi pana ukweli na wapi pana uongo, na kushiriki kwa namna na yote ile ili kuweza kuwezi tukio la Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu na kutupenda hivyo unavyomwona Kristo anayetupenda hivyo hivyo. Tunapoambiwa ametupa mfano wa kupenda, basi tuwapende watu na tujitahidi kufanya linalowezekana ili tufe kwa ajili yao. Tunaadhimisha kifo cha Kristo, nilivyoanza mwanzoni, tunaadhimisha siku ya Ijumaa Kuu ambayo ndiyo kuadhimisha kifo cha Kristo kwa kuadhimisha kifo cha Kristo tunapaswa kuadhimisha kifo chetu na sisi yaani, tunajitoa rasmi, tunajifuta rasmi na nasisi kuingia katika mateso kwa ajili ya kuokoa wengine. Ni kitu gani mimi na wewe tunafanya ili tuonekane kwamba kweli tunajitoa kwa ajili ya watu wengine, tunaifia dunia kwa ajili ya hao? Mtihani huo kila mtu akufanya.